Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amedokeza kuwa atakuwa miongoni mwa wanasiasa wanaomezea mate kiti cha urais kupitia muungano wa upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika uwanja wa Ndura mjini Kitale baada ya kuandaa mkutano na baraza la wazee wa jamii ya Gikuyu kutoka kaunti ya Kiambu, Natembeya alisema kwamba lengo kuu la upinzani ni kuhakikisha Kenya inapata uongozi bora na wananchi wa kawaida wanaoondolewa katika minyororo ya umaskini na ukosefu wa usawa. Tukisema kwamba mambo ya one term, kwamba tunataka kumuondoa rais ambayo yuko, hatumuondoi kwa sababu tunamchukia, tunamuondoa kwa sababu tunapenda Kenya zaidi kuliko vile tunamwapenda yeye, na kwamba Kenya inastahili uongozi ambao ni, ni mzuri, uongozi ambao watu wote katika taifa la Kenya watahisi kwamba wako ndani ya Kenya, na kwamba kila mtu hata mdogo namna gani pia ako na share katika taifa la taifa la Kenya. Tuondoe mambo ya mapendeleo, tuondoe mambo ya chuki, wa Kenya wapendane, tuanze tena ile kazi ngumu ya kulijenga taifa taifa la Kenya bila kuwa mambo na mambo ya parochialism ambayo ni, uh, ni, ni mengi. Kumwambia gavana wetu, wewe umeingia katika sehemu ya mlima, na sasa tunataka na wewe ukubali ukuje upande mlima, ili watu wa mlima nao wasikie sauti yako. Tulisema si bora uongozi, tulisema tunataka uongozi bora, na hivyo ndio tunataka kuenda. Tukiangalia tunaona kuna nyota ambayo imeanza ku kutokelezea kwa mawingu na hiyo nyota ya uongozi iko hapa pia Trans Nzoia. Tungetaka tunaposonga mbele Kenya hii tusiangalie mambo ya ukabila, tuangalie mambo ya uongozi bora.